Bwana Jean Paul Ngahangondi habari za leo halo eh, salama kabisa mpashabari, ni salama nakumbusha watazamaji pia wasikilizaji wa channel yake hii kuna nini news kwamba wewe ni mbunge mstahafu yani eh, mdiwani mstahafu wa mkoa wa Kivu Kaskazini tungependa kujua aho kuongea kuhusu mada ambayo hivi sasa inagonga vichwa vya habari na kuvuisha mate ya watu wengi, ni kauli aliyoitoa waziri wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na baye ndiye msemaji wa serikali kwenye jumbe nyingi zilizotolewa, mkiwemo ujumbe ulioutoa wewe kama vile mkahaji na mwenye asili ya mkoa wa Kivu Kaskazini au hukufurahiwa au hukufurahishwa, hata ukaandika mengi kuhusu aliyoyatamka waziri wa habari nchini. Nini kabisa kilichokukera wewe, ili ufike kwa hatua ya kuandika mengi kuhusu kauli aliyoitoa waziri Patrick Muyaya? Mimi kilichonikera nikuona kama mtu anaweza kuwa na mamlaka kama hiyo ndani ya serikali yenye kuongoza inji mzima serikali ya Kinshasa kama spika wa hiyo serikali, lakini hekima hana, kwa sababu haiwezekani mtu uweze ukasema machafuko kama yale ambayo aliweza kuyatamka eti uh, uh, norki mahali M23 wameweza kudhibiti ni kitu kidogo sana ambacho hakiuse haki haki Alo, hapo umepotea kidogo, sijui alo, mheshimiwa Ngahangondi sababu hapo unanifata. Msamahani eh, ulipotea kidogo, ulikuwa ukisema aliyoyatamka ni kwamba mkoa wa Kiva kaskazini, maeneo ambayo yanashikiliwa na M23 na, na washirika wao ni sehemu ndogo. Ni hapo sasa ulipotea, ikiwa unaweza kurejelea hapo alisema ni sehemu ndogo kulingana na wingi wa sehemu yote ya, ya, ya Congo hawa mahali wamechukua mahali wamedhibiti ni sehemu ndogo ambaye haigusi hata kwa kiwango fulani eh, Jamhuri ya kidemokrati ya Congo mzima. Hiyo ni masemi ya ujinga. Mtu hawezi kukuwa speaker wa, wa wa serikali ya taifa na anakuwa na akili kama ile, kwa sababu Wakongomani ambao wanaishi hiyo vita wanateseka. Hata ikiwa Mkongomani mmoja tukampoteza, Kongo itakuwa inapoteza. Sasa kwa, kwa, kwa, kwa Patrick Muyaya, wale wakongomani wanaofariki ndani ya vita ya mashariki ya Congo eh, bei yao eh, ya maisha iko chini na haiwezi kulinganishwa na na, na bei ya Congo mzima eh. Unaona kama ni kama kutemea mate watu ambao wamefariki ndani ya vita mashariki mwa Congo na raia ambao wanateseka kwa ajili ya hiyo vita. Mimi nawaza serikali ina majukumu ya kuweza kuhakikisha kama inalinda mipaka yote ya, ya nchi inalinda wananchi na mali yake yote, so kama tunakuwa na wenye kuwa ndani ya serikali ambao wanakuwa na vichwa vyenye kutumika kwa namna hii, unaona kama hiyo vita haiwezi kumalizika. Ni kusema wao hawana suluhisho na hawapangilie kitu fulani kumaliza vita, maeneo ya Beni, maeneo ya ya, ya Lubero uh, maeneo ya huko Mambasa uh, uh, Komanda na mahali pengine ndani ya uh, jimbo ya Ituri waasi wa, wa ADF wanachinja watu kila siku kama mbuzi kama ng'ombe, wanapasua matumbo ya wamama, wanatosha watoto, wana wanafanya kile wanachotaka, wanaunguza nyumba za watu, wanapora mali za watu, wanaunguza mahospito, wanapora dawa kwenye mahospito, wanaua wagonjwa kama mahospito. Kwa Patrick Muya ya haya yote siyo kitu, kwa sababu haigusi haigusi utawala wao. Ndio namna mimi niliweza kumsikia ni kusema, wao ginsi wako vizuri Kinshasa, wanakula vizuri, wana wana wanatumizia wana, wana, wana mali ya Kongo gisi wanataka waraia wa, wenyewe wanaishi ndani ya mashariki ni, ni watu ambao hawana bei na na, na, na hawastahili kukua ndani ya hali nzuri. Kama wao wako ndani kwa serikali zingine, huyo bwana Patrick Muyaya anginiweza kufukuzwa ndani ya ya serikali ya ya ya government serikali ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ya na wa, kwa nchi zingine kama wanabunge wa Kinshasa wamemkokota huyu Bwana Muyaya ndani ya, ya, ya parliament, akuje ajieleze nini alitafuta kusema na kwa nini kutema, kutema mate juu ya mateso ya wakongomani wenye kuwa mashariki mwa Congo. Mimi niko mashariki mwa Congo, nilikuwa mwanabunge tangu utoto ninapigana juu ya ukosefu wa usalama na amani, kisha nione mtu Kinchasa ambaye anakuwa na, na, na kichwa ambacho hakitumike vizuri, yanaona raha ambayo anakuwa ndani. Hiyo inatosha kwa watu namna hawa, manake hatuwezi kuongoza, hatuwezi kungoja suluhisho ya kuweza kuleta amani. Mimi vile ndio minaenda minaenda kufikiria. So wakongomani wameteseka mashariki wa Kongo, watu wameteseka, watu wanataka kuona serikali ikiwa inashindwa kwa mbinu zingine kwa mbinu za mazungumzo, ipiganishe imalize vita, mauaji ishe, vita ishe, watu warudilie maisha ya kawaida. Na unajua kama haya yote ambayo tunaingia ndani ni kiburi tu ya hii serikali ya Kinshasa. Sisi tulianja kusema, na tuko kwenye bunge wakati vita ilianja, tunasema inatakiwa serikali ya Kinshasa ikae kitako na hawa watu wa M23 kusudi wamalize vita kwa amani bila mtutu, lakini serikali alikuwa anatia kiburi. Na unaona kama mpaka leo ingawapo mambo yanaendelea kuharibika na miji mi ingine inaendelea kukamatwa ndani ya ya Sid Kivu, hawa watu wanaendelea kukua tu wakivimbisha uh, mabega ingawapo kama ni raia ndio wako wanateseka, wao hawaonje wa kwa ile mateso Ma. wameweza kufunga wameweza kufunga benki zenye zilikuwa zinatumika huko na franga ilikuwa kwenye benki, ilikuwa franga ya raia. Sasa raia hao wanakula namna gani? Wanaishi namna gani? Unaona kama ni watu wenyewe hawafikiri hata maisha ya wananchi, wanaona tu maisha yao na jamaa zao inaisha hapo. Msamahani mheshimiwa, Kuna Nini News ingependa kujua kutoka kwako, labda tugusie mawili ambayo umeyatamka mwenyewe na pamoja na hayo, mtakuwa na swali kuhusu yale ambayo umeongea. Halo, sijui unanifuata. halo mheshimiwa, okay. Kwanza kabisa, kabla tuendelee kusonga mbele, ningependa kujua kutoka kwako, unayo mtuhumu waziri wa habari na ambaye ndiye msemaji wa serikali bwana Patrick Muyaya, unapomtuhumu, labda utatajwa kwamba umesema hayo kwa kuwa wewe ni mpinzani. Na nitakumbusha watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini niweze kwamba wewe ni mpinzani uwa chama cha Ensemble pour la République kinachoongozwa cha wa na chairman Moïse Katumbi Chapwe. Je, watu watafikiria ikiwa ikiwona mtu humu kwa yale aliyotamka ni kwa sababu labda wewe ni mpinzani? Hilo ni swala la kwanza na kabla ya kujibia tunakwenda kuongea mtazamo wako, ni kwamba kile ambacho kilimsukuma yeye kusema hivyo, mafikiri yako ni kwamba ni kwa sababu watu hawauawe mjini Kinshasa? Nachoamini ni kwamba hata sehemu za magharibi pia watu wanauawa na, wa. na kwa mwisho nizungumzie kile ambacho umekitaja wewe kuhusu benki, kwa nini wewe kama vile mpinzani, lakini ukiwa mwananchi unachukia au haufurahiwi na serikali kuvunja au kufunga benki zinazopatikana maeneo inayopatikana au inayomilikiwa na M23, wakati wao ni waasi, na ikiwa hizo pesa ao benki zikitumika itakuwa kwa masilahi ya waasi hao. Jaribu kutupa mwangaza kuhusiana na hayo maswali matatu. Ni kwanza, kwa mambo yenye kuhusu benki, unajua kama hiyo vita ambayo mashariki inapitia sio vita ya kwanza. Vita zingine zimekuwa na tumeona, ilikuwa vita kati ya serikali na waasi, ijapo kwa namna nyingine iliweza kugusa wananchi, lakini kwa namna ya kimaisha ya upekee, watu walikuwa wanaweza kuendelesha kazi zao za biashara, za shamba na kazi zingine, na wakitumika, wakiweka pesa zao kwa benki, wakijikopa na kuendelesha maisha. Lakini hapo inakuwa kama serikali inapora pesa za wananchi. Kama mimi mwenyewe nina pesa kwenye benki, lakini siwezi ku ha? siwezi ku, kutosha pesa kwenye benki. Hii inakuwa ujanja na ni wizi mtupu, kwa sababu sio pesa ya wanacilo sio pesa ya ya serikali ya ya yausuminwa sum, ni pesa ya wananchi. Na kama ni pesa ya wananchi, kwa nini kuzuia wananchi kuweza kuendelea kukamata pesa zao na kufanya kazi zao za kawaida kusudi waendelee kuishi so Eh, namna gani wanatekeleza mambo ya ya, ya haki ya wananchi eh, ki, kimaisha ki, ki, ki, ki kibinadamu kwa namna yao ya kuishi kupitia eh, matunda ya kazi ya mikono yao. Kama wao wanaweza kufunga mpaka hivi siku za sasa pesa za watu, watu wanaishi namna gani? Sio kama watu wanakuwa waongozi, wanapashwa kufikiria hii. Naamini eh, kwamba kuhusu hilo kwanza msamani kuhusu hilo naamini kwamba mserikali. Okay, nataka kumaliza. Asante so, kuna, kuna shida gani kati ya wananchi na serikali? Wananchi ndio walisema serikali ishindwe kuzuia waasi kukamata mgini kusudi wao eh, uh, waendelee kudhibiti eh, mgini? Wananchi hawako mbali na karibu ndani ya yale mambo, ni mambo ya siasa, inawahusu wanasiasa hawawezi ku, ku, kutesa raia, kama wanapatia raia malipizi eh, eh, mtu anafikiri, kama wao wanafikiri ni raia ndio waliita waasi wakuja wakamate nchi, wakuja wakamate mkini. Ni wao ndio walishindwa kazi, ijapo watu walikuwa wanawaambia mfanye hivi mfanye hivi, wanakataa, walishindwa kazi. Askari walikimbia hapo, walikimbia, sisi wote tuliona gisi walikimbia. Ni wananchi walisema askari wakimbie kusudi leo wapatie wananchi malipizi. Watu wanateseka, kuna watu wana, wanafariki kwenye vituo vya afya kwa kukosa pesa ambazo waliwaomba kwa kununua matibabu. Wana pesa zao ziko kwenye benki, ni kusema serikali ya ya Kinshasa wanaendelea vile vile kuchangia kwa mauaji ya wananchi na kwa mateso ya wananchi. Ile ni jibu ya kwanza. Jibu ya pili ni wa mpinzani niko mkongomani ni wa mpinzani niko Mkongomani. Unajua kitu kibaya ndani ya Kongo ni watu kukatala kukua nasema kweli na kuambiana ukweli se, katiba yetu ya Kongo inatambua haki ya wapinzani na wapinzani kukua. Upinzani inajulikana kisheria, hauwezi kukatala kusikia mwananchi kwa sababu unasema ni mpinzani, ingawapo kama upinzani iko kitu ambacho kinajulikana ndani ya katiba ya Kongo. Unaona, unaona kama inakuwa kama ujinga, na sasa ndiyo maana vitu vinaendelea kuharibika, na makati moja wapinzani wanapachika mikono, wanaangalia ikawapo. Kama upinzani ni kama kio tu, inakuonyesha mahali kuna shida. Kama unajiangalia hapo kuna mchafu, unaweza kutengeneza na unaendelea. Sasa kama halo, umekatika umekatika. Msamahani mheshimiwa, umekatika hapo, halo halo Uh, umekatika kidogo, umekatika. Kama kioo kioo, kioo inakuonyesha kwenye kuko uchafu, wewe utapasua kioo kwa sababu kinakuonesha kwenye kuko uchafu, ama kimekusaidia? Naomba unaendelea kutimizia vizuri, tena zaidi ni kama upinzani, upinzani inasaidia serikali kuweza kujua wapi kuna udhaifu wake na namna gani naweza kutengeneza ile udhaifu iwe nguvu na kwa hii kwa namna hii ndiyo nchi ya kidemokrasia inaendelea, lakini kwa Kongo, unaona wapinzani wanafungwa, wapinzani wanawawa, wapinzani wanasingiziwa. Hiyo ni udikteta, na ndio inapeleka nchi yetu mahali leo tunafikia. Tunataka tuweze kuikala pamoja, kum, kutembea pamoja, kusikilizana kusudi tuchangie sote kwa maendeleo ya nchi, tuchangie sote kwa amani na usalama wa nchi, sio kusema kama unakuwa Uh, unakuwa mtu wa serikali, unakuwa ndani ya government, unakuwa na akili kushinda wakongomani wote, kusema bo kama mtu mwingine asiyekuwa ndani ya ya, ya government ndani ya serikali pamoja nawe hana akili kama wewe? Hiyo hiyo, mtu mzima hawezi kuwa na fikiri kwa namna hii. Ningependa kujua kutoka kwako, hacha nipige hatua nyuma, nirudi kidogo kuhusu benki. Kinachofahamika ni kwamba wakati serikali iliamua kufunga benki zinazopatikana maeneo yanayomilikiwa na, na, na M23 ni kama vile pigo kwa waasi hao kwa sababu wanachokihisi wao ni kwamba M23 AFC ambayo inaongozwa na kusindikizwa na RDF jeshi la Rwanda ina malengo ya kupora mali ya Kongo. Swali la kuna Kuna Nini News ni hili. Serikali inasema inavamiwa lakini kuna watu, baadhi ya watu kama vile mashirika wanaosema, ni vita vya Wakongomani kati ya Wakongomani, yaani ni uasi. Je, mwenyewe, kama vile Mkongomani ukiwa kwenye chama cha upinzani, nini unachokubali ni vita kati ya Wakongomani au Kongo inavamiwa na nchi ya Rwanda? chaji wa habari, mimi siwe hapa labda unge unge labda ungebadili labda ungegeuka kidogo, umeanza kukatika na hapo um, im, imekatika. Ungerejelea tangu waasi walipokuwa Bunagana, kwa sababu ulikuwa umepotea kabla waasi wa wakamate unagana na mahali pengine mbele waanzishe mapambano mapa. kwa sai walikuwa Kinchasa na mwenye aliwapeleka Kinchasa ni wana Kisekedi, walifanya zaidi ya mwaka moja Kinchasa. Sisi wapinzani hatukukua hapo, sisi wapinzani hatukukua, kwa sababu unajua wakati wa Rais Kabila wani, aliweza kumaliza hiyo vitu ya M23, mwenye aliwarudisha ndani ya nji ni Kisekedi na walishi Kinshasa, walifanya zaidi ya mwaka moja, wanalala kwenye mahoteli wanal mtandao hautaki hang kutusaidia. Okay, mheshimiwa Ngahangondi, ulikuwa ukisema kwamba uh, M23 iliwasili mjini Kinshasa ikalala hata kwenye hoteli uh -huh, malizia. Ndio ni, ni, ni serikali ya kisekedi iliwaita Kinshasa. Unajua kama rais wa zamani alikuwa amemaliza hiyo vitu ni, Kinshasa, kwa ruhusa ya Bwana Kisekedi wakalala. Kwa sababu mtandao sio mzuri ka ikiwa, ikiwa tunaweza kwenda haraka haraka, kwa kumalizia itatusaidia zaidi. uh -huh. Ungerejelea pale na unafupisha. Okay, M23 wanakuwa uh, wale ambao tunaita wa partner. Tuende kwa kumalizia, mheshimiwa, kwa kuwa muda wetu na yoyoma umemtaja hapo rais mstahafu Joseph Kabila alimaliza uasi uh, wakati ule mwaka wa 2012 na nisipokosea, lakini rais huyo huyo mstahafu Joseph Kabila unayemtaja hivi majuzi alikuwa katika mji wa Goma, maeneo ambayo kama vile mji wa Bukavu, maeneo yanayomilikiwa na M23 na washirika wao AFC kama vile RDF ya jeshi la Rwanda. Naye rais mstaafu kwa leo anashotwa kidole kwamba ni yeye anayeongoza waasi hao. Je, mwenyewe huhisi kwamba kuwasili kwake maeneo yanayomilikiwa na M23 akawe na M23 mkono kwenye chama hicho? Oh, mimi siwezi kuingia kwenye vita vya kusema sema bila uh kila chochote kinaweza kuonyesha, kwa sababu wakati wako wanaenda doa hawako, naenda kuongea na Rais Kabila, wako naenda kuongea na FCM23. Uh, una, unaelewa na mikataba ni wako wanasinye Andre wao. Nimeona hapo sasa hivi kwa siku zilizopita, Kabila lianzisha kitu ambacho wanaita sovole Congo, ni kama naanzisha lucha. Sasa mtu mwenyewe na uwezo wa kukamata bunduki ataanzisha kitu sawa mvuma citoyen, mimi sione. Aa, na kama yeye aliweza kufika ndani ya inji, nafikiri ni mwanasiasa na mwanasiasa Mkongomani, sijue nani anaweza kumzuia kufanya siasa. Kama alifika ndani ya inji alifika ndani ya inji yake, hiyo sio shida, lakini shida yetu ni Kisekedi wasikilizane na we, warafiki yake ginsi walikuwa Kinchasa, walipelekana Kinchasa mwaka mmoja hapo huko, wakazumuza mambo yao ambayo tukujua na kama hakuweza ha kutekeleza jinsi walipatana, ntuletea shida. Tunamwomba Kisekedi na watu wake warudi kwenye meza waongee, wamalize na vita imalizike. Hakuna mwananchi mwenye anapenda vita iendelee, sisi tunapenda vita imalizike, tuanze kuzungumuza mambo ya maendeleo, maendeleo ya nchi, maendeleo ya jimbo zetu, tuzungumuze mambo ingine ya teknolojia ya, mambo yingine ya, ya, ya, ya, ya, ya mlimo na kadhalika, sio tutakuwa tu tunaongelea vita, vita ingine nchi zinaendelea. Unaona bwana o, hiyo mambo ya kabila Kisekedi ni yao, ya Kisekedi M23 ni yao, waende waongee. Tunawaomba tu waende kwa mao, kwa mazungumuzo, na mazungumuzo inaweza kutusaidia kumaliza hiyo vitu bila madhara. Ndio maana tuko tunaomba mazungumuzo no, kama yeye anasema iko na nguvu ya kupigana basi apigani amalize vita tu, tujue kama tunakuwa ndani ya salama, lakini tunaona kama na kupigane na mshinda ndio shida, kupigane na mshinda diplomasia na mshinda sasa. Atatuacha ndani ya hii hali mpaka siku gani? Mpaka siku gani? Mheshimiwa uh, Jean Paul Paluku Ngahangondi, iza ya Kiswahili ya Kuna Nini News imekushukuru kwa muda wako, nami na kushukuru asante, eh? <tik>